Kwa namna kipekee kabisa leo tumekuwa na mazoezi makubwa mawili. Zoezi la kwanza lilikuwa ni kukinga mbwa dhidi ya kichaa cha mbwa, ambapo wizara kupitia kituo cha huduma ya mifugo kanda ya ziwa Mwanza imetupatia chanjo dozi elfu moja ambazo tutazichanja katika wilaya yetu yote, na wilaya ya Chato inakadiliwa kuwa na mbwa 6420 kwa hiyo tumepata hizo chanjo elfu, dozi elfu moja kwa hiyo tutaendelea kununua chanjo zingine ili kuhakikisha kwamba mbwa wote wanachanjwa kwa asilimia mia moja. Mbwa ni kama wanyama wengine wanaathiriwa na magonjwa mengi, lakini kichaa cha mbwa kwa namna ya kipekee kabisa ni kwamba, uh, ni ugonjwa ambao unaambukiza pia wanyama wengine, lakini pia mwanadamu anapata akingatwa na mbwa. Kwa sababu hiyo kwa ajili ya kulinda afya za wanadamu, lakini na mbwa mwenyewe, basi tunaamua kutoa chanjo hii ya kichaa cha mbwa, ambao tayari tumekuwa na visa kadhaa katika wilaya yetu watu kushambuliwa na mbwa lakini pia mbwa kushambulia mifugo. Na kwa sababu hiyo ni ugonjwa ambao una athiri mbwa na paka, basi kumekuwa na msukumo na umuhimu mkubwa kwamba chanjo itolewe kwa mbwa wetu hapa Chato. Nakumbuka siku za nyuma hapo kabla ya hizi huduma za serikali kuanza, tulipata shida nyingi, tulikutana na changamoto za watoto wetu, wake zetu, familia au ndugu kung'atwa na umbwa na matokeo yake walio wengi walipoteza maisha kutokana na habari mbalimbali mwingine mbali. Ukilinganisha gharama za matibabu mtu anapokuwa amepatwa pengine janga la kung'atwa na mbwa, gharama inakuwa ni kubwa. Nilivamiwa na mbwa, nilikuwa nikitoka shuleni akaning'ata. Gharama tulizotumia nimetumia gharama kubwa kwa, kwa, kwa kung'atwa na mbwa. Nilitumia gharama elfu thelathini kwa chanjo moja ambazo zilikuwa ni dozi tatu kwao jumla ni elfu moja. Naishukuru serikali, naishukuru serikali kwa kuanzisha hizi chanjo, maana waanga ni wengi, wanaonga hata wanaumbwa, alafu unakuta umbwa wana vichaa, tunaepisha gharama kubwa. Ninashukuru sana serikali kwa fursa hii walioitoa kwa kutusaidia upande wa chanjo za mbwa, kuhusu na magonjwa ya kichaa cha mbwa kuna changamoto nyingi ambazo tulikuwa tunazipata wakati uking'atwa hata na mbwa ambaye hajapata chanjo, lazima inakugharimu. Lakini kwa sasa, kwa fursa hii iliyojitokeza, tunaishukuru sana serikali.